Simama na utembee TV tena kwenye kipindi chetu cha haya ndio maisha yetu. Mtembelea kiongozi wa shirika ambalo linaitwa Rising Care. Nimeguswa sana kutembelea shirika hili maana ni shirika ambalo linafanya mengi, ni shirika ambalo tunalisikia sana kwenye ah, hii kambi ya Zaleka. Habari za sasa hivi, kiongozi, salama? Uh, unaweza kujitambulisha uh, kwa majina? Naitwa Elisha Simba Nzimana. Okay. uh, ambaye ni country director wa shirika Rising Care hapa oh, Malawi. Uh, tunashukuru sana maana huyu ambaye tumekutana naye ni country director wa shirika hili. Nina matumaini nikiwa pamoja nawe tutajua yaliyo mengi ya shirika hili. Um, kiongozi ni mwaka gani ambao mlianza shirika hili? Ah, shirika hili lilianza ah, tarehe 15 ya mwezi wa 10, 2021. Oh, asante sana. Ni lengo gani la nyinyi kuunda shirika hili? Ah, lengo la kuunda shirika hili ni kufikia wale ambao hawajiwezi ya wakimbizi pamoja na wenye nchi ambao Uh, wiko karibu na kambi ya Zareka kwenye mwaka huo wa 2021, je, akukua shirika zingine ambazo zilikuwa zinasaidia watu ambao hawasaidiwi? Ya mashirika zilikuwepo, zilikuwepo mashirika zenye zilikuwa zinasaidia, na pia na sisi tulikuwa umoja mwanao mashirika ambao walikuwa wanasaidia uh, kuanzia mwaka huu wa 2021 mpaka sasa, tuko mwaka wa 2025. Ni kitu gani ambacho mmesha kifanya ndani ya kambi na nje ya kambi ya? Yeah, kwa nitaanza nje ya kambi. Nje ya kambi tuliweza kufika msi ambao jina ni Chikota Village mm -hmm. kule tulikutanana na mayatima mm -hmm. tukakutanana na Uh, watoto ambao hawajiwezi uh, mm -hmm. Ya tulikuwa tunawasaidia kimaisha ki, mm -hmm. So um, kambini hapa tulipata ma uh, um, project ambao tulikuwa tunafanya ya, so tulikuwa tunafanya project za kutengeneza sabuni. mm -hmm. na tulikuwa tunalima mboga uh, Okay. uyoga ambayo ni mushroom kwa Kiingereza mm -hmm. So hizo ndo ma makazi au ma activity ambazo tulitembelea, na hiyo kuanzia hiyo mwaka ya mbili na moja mpaka kwa sasa mm -hmm. Wakati mlipoanzisha shirika hili la Arising Care, watu waliwapokea namna gani? Ya, watu ya walitupokea na walielewa mawazo, kwa sababu hili shirika ambaye ni anzilishi ni Mr. Adams Tulacha ya ambaye alianza ili shirika. So kipindi alianza ili shirika, aliifanisha jamii na wakimbizi na wenye nchi ambao wiko nje ya kambi, tukaikaa na tukakuwa na lengo moja ambayo ikia au watu ambao Aa, asante sana mtazamaji nina matumaini ya kwamba tumepata mengi kutoka kwa kiongozi ambaye yeye tunamjua kama country director wa shirika hili. Ah, kiongozi, labda niongeze swali moja. Ninyi mmeanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja mpaka sasa, je, mnawaza mtainua watu wasiojiweza kwa njia gani? Kwa kutengeneza sabuni tu au kwa hiyo uyoga Uh, watu ambao uh, hawajiwezi ya tutakuwa na ma training ambazo tutakuwa tuna conduct, let's say, kama mayatima ya kutakuwa ile training za kuwaonyesha gisi ya kuishi na watu ya na gisi komunote inaweza wa understand na tutakuwa na project ambazo zitakuwa pale uh, uh, kama kutakuwa project za scholarship ya yeah. So wale wa watoto wa mayatima ambao uh, wanaikaa nyumbani wa, watapata na ile e, nafasi ya kusoma so uh, kutakuwa tena na ma project ambazo tutapatia uh, watu ili watumike. Ya, so tutawaita watu tusikie mawazo yao. Ya, kama patakuwa wenyewe uh, watakuwa wanafuga, tutawapatia hizo project ili uh, waangalie gisi life yao inaweza kuwa at least standard. Hili ni shirika ambalo linajisikia kufanya yao yote pamoja na wewe. Wewe ni sisi na sisi ni wewe, pamoja tunaweza Nilisikia kuna jina fulani ambalo uliligusa, ukasema kama Lulaka kama nani hivi, ndio mwanzilishi wa shirika hili. Je, anapatikana wapi kwa sasa, au yuko wapi kwa sasa? Uh, huyo uh, Adams Lulacha yeye, uh, alikuwa mkimbizi hapa kambini, so akabahatika uh, kupata resettlement. Kwa sasa uh, anaishi USA hiyo organization iliendelea mpaka USA, kwa sababu uh, vision yake ilikuwa ya kufikia mahali kote duniani. mm -hmm. So uh, gisi tuko tunatumika na yeye inaonekana kama hayatuacha tukingali pamoja. Oh. Asante sana. Hivi malengo yenu, au niulize kwa sasa hivi mmeshakuwa kwenye nchi ngapi? Kwa sasa tuko kwenye nchi mbili, Mm-hmm. ya hapa Malawi na USA. USA. Na mnawaza mutaji endeleza namna gani, ya kuwaza gisi ya kuendelesha tuta, tutakuwa tuna tunasi watu ambao uh, wanajisikia ili support ya ili tuendeleshe uh, e organization. Kwa msaada wa watu tofauti tofauti, so ule yoyote ambayo iko na tusikiliza, uh, saa zingine eh, iko na ile moyo ya kusaidia uh, milango inafunguliwa karibu kusaidie, eh, watu ambao wasiojiweza. Shirika la Arising Care linasema kwamba limefungua au linafungua au milango yote iko wazi kwa sababu yako wewe ambaye unajisikia kusaidia wasiojiweza, wajane na kadhalika. Shirika hili halina mtu yeyote anayewasaidia au nikisema kwenye lugha ya Kimombo ni ma uh, supporters au masponsors. Shirika hili halina au watu linahitaji, kwa mchango wako, kwa msaada wako wewe shirika au watu hao wanaweza wakainuka. Kiongozi, niwe na swali la kumaliza. Wakati shirika hili lilipoanza, ni shida gani zilizokumbana nazo nyinyi kama nyinyi? mbo shida ambazo tulianza shirika, tulianza tuko watu wengi ya kwa sababu unaona ni kazi ya kujitolea ya wamoja uh, awakuendelesha atulipwi. Mm -hmm. Ni kazi ya volunteer. Mm -hmm. ambayo uh, tulianza shirika sisi wenyewe ndo tulikuwa tunatoa mu mifuko yetu. Mm -hmm. So watu wengine wakaona wakuwe wanatoka. Mm -hmm. Na kwa sasa tunabakia tuko watu kama kumi na mbili na tulianza tuko watu almost 40. Mm -hmm. Uh, kiongozi labda niwe na swali kwenye hiyo pointi. Ulisema ya kwamba misaada yenu kutoka mifukoni kwenu ndio ambayo inayosaidia watu. Uh, kwa jinsi ninavyosikia jinsi watu wanavyoongea wanasema ya kwamba project ya sabuni ni project kubwa sana. Ninyi mmeweza namna gani kufanya project ya sabuni ikiwa mnatoa pesa kwenye mifuko yenu? Yambo, uh, hii ni shirika kwa sababu ni shirika kuna kuwaka ma-contributions. Zile contribution ndo zenye tunaweka chini tunafanya budget ili tuendeleshe na hiyo project ya yamsa. Asante uh, sana nina matumaini tumehelewa na tumerizika na ambayo tulikuwa tunahitaji siku ya leo. Nina matumaini umeelewa na utaendelea kuelewa, utaendelea kuerevuka pamoja nami, mtangazaji wako S Wilonja. Asante sana, haya ni maisha yetu ya siku ya leo. Asante sana.